Who doesn't have the money who doesn't have what? Nikiyeo nikimrarua, what are you fighting about mam? Nimeoga na tuka kuvaa nguo yangu, alafu anakatalia hii nguo si yake mamu liba yango, ukasema tuko tunashare na last time ndio alivaa na kate ikiwa chafu, mimi ndio nikafua, nilikuwa nimepanga kuiva kesho nikienda

unataka nunataka kosa mama, chukua yake, anatumia vibaya simu, anapanganga kwenda tu autu na marafiki zake. Naikwangi autu mzuri? mm-hmm. Mzuri si tabia mzuri. Nini kingine? Unataka simu? Umefika miaka ya kununuliwa simu? Unataka simu? mm.

Tunakoja, Tunakoja kidogo kidogo. Umekuwa anacheka, unacheka. Let me ask, na huyu baba yenu huh? eh? Unasema nge? Una sa nge? Unasema nge, nini Kanisha, 21? Sasa utaweza tukalia Shala. Unataka nikuoleze maisha yangu kwa nini niolewa 21? Unataka kujua kwa nini niolewa 21. Itakusaidia kivipi? Kulikuwa na kitu kinaitwa alleged marriage. Do you know that? Unajua alleged marriage ni nini? Uko 17, boyfriend yako ako 23. Eh? Ata sabati uko na boyfriend. Eh, kari kari ukiwa hapa first floor. My Lord, unataka kunileta chamiba at 17. Utamaliza shule. Unataka kunifanya

Mamsi na no. Una na, na, na una shida hapo chini kwa getu ukifanya nini? Mkisoma. Mkisoma. Mnasoma kwa giza. Ye? Yeah? Kwa kweli ujoi deke gwide deke gwide na mama na mama na mama. It is either you choose at 17 whether utasoma ama utaenda. Ogo dio kwa udem. Wasa waso hiyo dem ine uende ujege nyumba hapo ukai. At 17 because at this rate naona umenichosha wewe. Inaonekana you are

Oira, did you try to report to the chief justice? No, you did not. You, no, kwa nini una simu haungekuja kumwambia awache, na awache. Kwa sababu ya simu. Kwa sababu ya simu. It is distracting you everything day. That is why corona if I dey go join it. Tangu, tangu lini two weeks ago ni duwa biwe do chukwa kipande. Ujaenda? Sijakuona ukienda back baduka huko kwa chief. Ujaenda, hata kuchukua abstract kwa kwa police station. Ya pili, ujaeta ujaeta kujua kama unataka kufanya kazi or you think I will always be here to give you the money? Hata si kama are you listening to me? Na hizi mtu ndio inakufanya uka hivi, unaona ni kama mama yako hana akili. Sio ndio? Bring the phone my dear. What is laughing you out? What? Okay. Mm -mm. Unaona no, ni hapa wale kuoke. Unaonyesha na phone hiyo nini? Hadi proportional. Na unaonyesha na tu hivi. Ni ule wekete wega. Ju ya kugeta at, at 17 is something good. Unaona huko ile ile na hii TV nimesema hakuna kuona TV kwa hii nyumba. Na hizo TV zenye sote nilikuwa nimenunua kuwekea kwa room na simoa. Eko zimo yako. Eko zimo yako. Na itakudi akuja simoe kwenye the wall. Na mwana kanani hata hizo vitanda, it is luxury. It's luxury. Na patikia kila mtu six by six, six. Mungu asije mamua, mimi ni mojiga. Imagine ndoko mnalala chini. Mshalala chini. Hamjawai, si dio? Haujawai lala chini. Haujawai. Pia wajua, mmekuta mkuna guests, hata mjui kwenda kuni, hamjui kwenda ni. Ile siku ni kudanganya. Na ulijulia wapi hata wewe kanyoni wa Ngethe? Ulijulia na wapi? Where did you know? Ulijua wapi? How did you know? Chief Rape, you. Okatiyo mamu ani kwa ni, a good house. Okatiyo kwa mama kwenye kurura Niki wagete. Kurora, kurora. Unajua hapa diyo mtoto amiba. Amu unataka pia wakurewa. You know I can also arrange marriage for you. Anyway, I can arrange marriage for you. Nataka kurewa, na no, kile tangu kwa sare uku nataka kuweta ku uku mevalia sidiria peke yake unataka kwenda wapi? Mami kose. Can you can you stop telling me whether it's a cut? Mi najua ni sidiria ni sidiria.